Tukaombe. Baba mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu. Tunakushukuru kwa nafasi hii ambayo umetupatia mwenyezi Mungu, ili tuweze kuona ya kwamba tumekutumainia wewe na tumetenda kulingana na mapenzi yako. Asubuhi hii tunakuja mbele yako Baba tukisema ni asante kwa nafasi hii, ni asante kwa mahala hapa tena ambapo mwaka huu tumeanza mahala papi ya Bwana. Tunaomba Roho Mtakatifu aweze kuenda nasi na wewe mwenyewe Yesu Kristo uende kutembea nasi, maana ulisema utatembea na wale wanaotembea na wewe. Asante Baba, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba tukiamini. Amen, amen. Subuhi ya leo tunataka kuangalia ya kwamba maandiko yetu siku ya leo yametoka katika kitabu cha Isaya mtakatifu Isaya, vile alivyonena Isaya nabii, vile alivyonena. Na tunataka kuona ya kwamba alinena akisema ya kwamba yasahau mambo ya kale, mambo ya kale yote yasahau. Na tunapoingia katika mwaka mpya, kunaingia katika mwaka mpya na mambo ambayo ni mapya, tunasahau yale yote ambayo tumeyapitia, tunasahau mambo ambayo yametuweza kuwa makumu kwetu sisi, mambo ambayo hayakutupendeza, mambo ambayo haikukufurahisha wewe, alafu uchukue hatua ya mambo ambayo unaona ya kwamba Mungu atakutendea. Sisi kama watu wa Mungu, lazima tutembee katika imani. Tembea katika imani ukijua kwamba mwaka huu Mungu atatenda chambo chibia. Na katika mambo ambayo tunaenda kuangalia ni kwamba mwaka mpya kwa kwamba kutakuweko na mambo mapya, so tunatembea katika kusudi lake Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo tunafaa kuangalia kwamba mwaka huu tunatembea katika kusudi lake Mwenyezi Mungu, hatutembei katika kusudi la mwanadamu. Tunafaa kuangalia kwamba katika kutembea kwetu ni katika kusudi la, la Mungu. Mungu ndiye ambaye aliyetuumba na alituumba akatuokoa akisema kwamba tutatembea katika kusudi lake na katika chinsi vile tunavyoona mkulima mkulima anavyoingia katika shamba lile ambavyo anavyolitayarisha mwanzo, kabla ya kupanda, kabla ya mvua hata kunyesha, mkulima hufanya kitu moja, anatayarisha shamba lake, na anapotayarisha shamba lake anatayarisha kwa kupanda. Nasi na pia watu wa Mungu tunafaa kukua, watu wa kukua tayari kwanza kuwa tayari kupokea kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Tayarisha moyo wako, tayarisha nafsi yako, tayarisha maisha yako, tayarisha wewe mwenyewe vile unavyotembea, ili uone ya kwamba Mungu atapata nafasi mwaka huu katika maishani mwako. Nabii Isaia akasema, tazama Mungu anaenda kutenda chambo chipya na yale mambo ya kale tuyasahau. Sasa hivi, leo hii tuko hapa tukiwa mahala papya Hatuchawahi kuwa mahala hapa siku ingine, lakini siku ya leo tuko hapa tukiwa na imani ya kwamba tunaenda kutembea katika utukufu wake Mwenyezi Mungu, tunaenda kutembea katika njia zake Mwenyezi Mungu, tunaenda kutembea katika leng, malengo yake na kumbukumbu zake kumbu ambazo ameweza kutupatia sisi mwanzo. Isaya akasema achana na mambo yaliyopita. Isaya ya nabii akasema achana na mambo yaliyopita. Tunapoingia katika huu mwaka mambo ambayo yaliyopita tuachane nayo, tuweze kuangazia mambo mapya ambayo Mungu anatenda ndani ya maisha yetu. Tuangalie ni mambo kani ambayo hatukufanya vyema mwaka uliyopita, na mambo kani ambayo hayakumpendeza Mungu mwaka uliyopita, ili tunapoingia katika mwaka huu, ikiwa chumapili ya kwanza, tuweze kuona mambo ambayo tutakayoyafanya yatakayompendeza Mungu na yale mambo yote ambayo yalipita mwaka jana yote uachane nayo. Na andiko limetuambia achana na mambo yaliyopita. Kuna watu walikukasirisha, achana na wao. Kuna kazi ulipoteza, achana nayo, tafuta kazi ingine. Kuna, kuna marafiki walikuacha, achana na wao. Angalia sasa, wakati ni mambo ni mapya. Yesu, Mungu nabii akasema kwamba atalitenda chambo chipya maana sisi watu wa Mungu tunatembea katika imani, na unapotembea katika imani unatarajia mambo mapya yatendeke, na ndio sababu tuko hapa, kwa sababu tunatarajia chambo chipya kiweze kutendeka katika maishani mwetu. Kusudi lake Mwenyezi Mungu kwetu sisi ni kwamba tuweze kuona mambo mapya. Katika kitabu cha Isaya akasema mambo ya kale wachaneni nayo. Hebu tuangalie chinsi vile sisi wote tulivyokuwa shuleni, tulikuwa kule shuleni kuna wengi wengi wengine, tulifanya mtihani. Tulipofanya mtihani, wengine walipita mtihani mwaka ule ambao ulipita. Kama mtoto wangu, mtotowangu ulifanya mtihani mwaka uliopita, kama ulipita ule mtihani, kama ulianguka ule mtihani, basi Biblia natuambia kwamba achana na mambo yaliyopita. Wewe unayeishi unafaa kuangalia kwake mwenyezi Mungu. Mungu anataka nini kwako sasa hivi? Ndio mambo chana hayakukuwa mazuri, lakini sasa hivi Mungu anataka nini kutoka kwako? Ndio sababu sisi tunasimama hapa tukisema ya kwamba tuko na tumaini kwamba mambo mapya yatatendeka katika maisha yetu. Tuweze kukuwa na tumaini ya kwamba mambo mapya yanaenda kutendeka, na ndio sababu tunasema ya kwamba Mungu alimtoa mwanawe Yesu ili atende chambo chipya ndani ya maisha ya mwanadamu, na lile chambo chipya ambalo Mungu alitenda ni kuweza kuleta wokovu. Watu wote ambao wanamuita Mungu lazima waweze kuwa wameokolewa. Wokovu ni kumkubali yeye aliyekuja hapa, ili aweze kuona ili uweze kuona ya kwamba umetenda kulingana na mapenzi yake. Nabii akatuambia achana na mambo yaliyopita. Yale yote yaliyopita tuachane nayo, hayo yamepita. Mwaka wa 2025 umepita, hautawahi uona tena huo mwaka. Na mambo yote yaliyopita na mwaka huo achana nayo, wacha mwanzo mpya uanze ndani ya maisha yako. Chochote kile unachofikiria, anza kufikiria vile maisha yako yatakuwa sawasawa sawa. Anza kufikiria vile utakayoitengeneza jamii yako sisi hapa tumekuja tukilifikiria hili kanisa vile litakavyokuwa. Hiyo ndio lengo letu ambayo tumekuja hapa, maana mambo ya kale tumeachana nayo, mambo ya kale ambayo wale ambao waliotuumisha, wale ambao walio tu, walio betray sisi, tuliachana nayo na, na ndio sababu tumeingia katika mambo mapya. Mambo ni mapya yake Mwenyezi si Mungu. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo tunavyoangalia maisha ya Mkristo. Chambo chingine ambacho nataka kuona mwaka huu ni kwamba tutatafuta tuta, tuta, tuta, kusudi la Mungu mwaka huu, achana na yaliyopita. Cha pili, tafuta kusudi la Mungu Mungu. anataka nini katika maishani mwetu? Hebu tuone katika kitabu cha Yeremia, kusudi la Mungu katika maishani mwako. Yeremia, tusome tena katika kitabu cha Yeremia ishirini na tisa mstari kumi na moja kusudi la Mungu ni nini katika maisha ya mwanadamu? Hiyo ndivyo tutakavyotafuta Mungu. Tafuta kusudi la Mungu katika maisha ni mwako. Yeremia ishirini na tisa kumi na moja. For I know the plans I have for you, amen declares the Lord. Mungu anasema, na jua mipango niliyo nayo juu yenu mipango ya kuweza kuwaendeleza lakini sio mipango ya kuwaumisa nyinyi. Plans to give you hope and future. Angalia, kusudi lake Mwenyezi Mungu ndio hilo kwa sisi wanadamu kwamba akwena mpango mzuri. A Isaiah amekwambia, achana na mambo yaliyopita. Yeremia anatuambia hapa, Mungu ako na mpango mwema kwa maisha yetu, na sisi ambao tulio wanadamu ambao tunayomfuata, kila kitu ambacho tutafanya, tutaangalia kusudi lake Mwenyezi Mungu katika maishani mwetu. Kama Mungu anasema ako na mpango mwema katika maishani mwetu, sisi ambao unamutekemea, tunafaa kutekemea yeye tu na kusema kwamba kweli Mungu unalo tuma, unalo mpango mwema katika maishani mwetu na hiyo mpango ambayo ulio nayo ndiyo nitakayotafuta kusudi lako Mwenyezi Mungu katika maishani mwangu, nitatafuta kila ambacho umenipangia mimi mwanao, ili nisije nikaangamia, nisije nikakosa ule mpango wake Mwenyezi Mungu. Wengi wamekosa mpango wa Mwenyezi Mungu kwa sababu hawachamtambua huyu Mungu. Mungu ni Mungu, na Mungu anataka tumtambue wewe kama mwanadamu umtambue, kama wewe sio kama kikundi. Na unapomtambua kama wewe ndio, anasema niko na mpango mzuri kwa maisha yako, niko na mpango wa kuweza kukuendeleza wewe, niko mpango na wa kukufanya wewe ukuwe tajiri wewe, ambaye unayenitegemea mimi, niko na mpango mzuri pale mwanzo. Nabii Yeremia akasema Mungu yuko na mpango mwema kwa maisha yetu, na sisi tutatembea katika njia zake, sisi tutatafuta uso wake Mwenyezi Mungu. Mwaka huu tunafaa kuamua ya kwamba kila ambacho naenda kufanya ni kutafuta uso wake Mwenyezi Mungu, maana yeye amemaanisha, ako na kusudi. Kusudi lake ni kutuendeleza sisi. Je, na sisi kama watoto wake, kusudi letu ni nini katika maishani mwetu? Je, maisha yako ina muhimu yoyote? Kama maisha yako iko na umuhimu, mtafute Mungu, tafuta uso wake Mwenyezi Mungu, naye atakuendeleza. Wengi, wengi hawacha mtambua Mwenyezi Mungu, wanafikiria tu Mungu anajua. Ndiyo, Mungu anajua mwanadamu yuko hapa duniani, lakini kazi ya mwanadamu nayo ni kumtafuta uso wake Mwenyezi Mungu. Na unapotafuta uso wake Mwenyezi Mungu atapatikana na anapopatikana atakupea huo mwelekeo. Ndo sababu sisi tuko hapa siku ya leo, kwa sababu tunajua Mungu yuko na mpango mzuri katika maishani mwetu. Amen, na ndio sababu tulifika mahala hapa. Lengo letu kufika mahala hapa, tunasema ya kwamba Mungu ako na mpango mzuri katika maishani mwetu, na kwa sababu tunajua hivyo, tumechitolea, tumechitolea na kila jambo ambalo tulilo nalo tumechitolea, na mali zetu sote tumejitolea na moyo wetu wote, tumejitolea kwa imani, tukijua kwamba Mungu ametupangia mambo mazuri. Tumejua kwamba Mungu anatuongoza. Hilo ndilo lengo langu kama mwanadamu ambaye anatafuta uso wake Mwenyezi Mungu. Sehemu ya tatu ambayo tena tunafaa kuchakua mwaka huu ni tuchakue hatua za imani, tuchukue hatua za imani kwamba chochote kila alichonena Mungu hutenda. Imani ni chanzo ya mambo yote ambayo hayaonekani. Katika kitabu cha Wafilipi 3:13 na 14, ukatusomee. Kitabu ni cha Wafilipi 3:13 na 14. tuweze kuona jinsi vile Paulo alivyowaandikia Wafilipi kuchukua hatua za imani katika maisha yenu ya mwanadamu. Hapa t tunatembea kwa imani, bila imani hauwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ukasomea katika kitabu cha Wafilipi 3:13 na 14. Philippians 3 um, Philippians chapter 3 verse number 13 and 14. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of of it. Amen. But one thing I do, forgetting, One thing thing I I I do do forgetting. forgetting Forgetting what what what what is is is is behind. behind. And straining towards what is and towards ahead. What is ahead of me. I press on towards the goal. vile Paulo anasema I press on towards the goal. napika kwa sababu niko na na, na lengo malengo ambayo ninayoyaona to win the prize for which God has called me amen, heaven once, amen. In Christ Jesus. In Christ Jesus tutafute, kwa sababu tutafute hatua za imani. Paulo anasema yale mambo yote ambayo yalikuwa muhimu kwangu na yawacha kule nyuma, na nikiamwangalia Yesu kule msalabani, nikijua ya kwamba ninasahau yale yaliyopita yote, bahati sababu pale mbele Mungu ameniandalia ile sawadi na ile zawadi ambayo ameandaliwa ndiyo aliyoangalia angalia, angalia wapendwa tusiangalie mambo ambayo yako kato yetu bali tuweze kuangalia mambo ambayo ya imani ambayo Mungu ametuandalia sisi mambo ambayo tumepitia ambayo hayajatupendeza sisi tuwachane nayo ili tuweze kuchukua imani tukijua kwamba Mungu anaenda kutenda Mungu anaenda kutenda chambo chipya hiyo ndiyo tumaini yangu mwaka huu, nikijua kwamba chambo chipya linatendwa. Ninajua ya kwamba amesema yaliyopita nimesawa nimesahau, yaliyopita ni yakani ya hesabu kama uchafu, ili niweze kuweka macho yangu katika msalaba. Yesu Kristo alikuja kafa pale msalabani akisema ya kwamba hatua ya imani ndiyo mtakayo kuichukua, na sisi tulio hapa siku ya leo na wale ambao wanaosikiza na wale ambao wanaotufuata katika mtandao waweze kujua kwamba imani ndiyo inakayoeleka wewe mahali unaotaka kwenda. Bila imani hatuko. Sehemu ya nne, hiyo ni sehemu sehemu ya ya, ya ya tatu. Sehemu ya nne ni kwamba tuweze kushirikiana na Mungu katika mwanzo mpya huu. Ni mwanzo mpya kila mtu anajua, mwaka umeanza, ni mwanzo mpya ndiyo. Wewe je, umemshirikisha Mungu katika mwanzo huu? unapoanza safari hii, umemshirikisha Mungu katika mipango yako? Katika biashara zako, umemshirikisha Mungu katika mambo hayo? Katika jamii yako, umemshirikisha Mungu? Twasema, kusema kweli, ndiyo twasema. Lakini je, katika vitendo tumemshirikisha Mungu mwaka huu? Nataka kuona ya kwamba katika kila jambo ambalo ninalolifanya mshirika wangu mkubwa ni Mungu. Amen, mshirika wangu mkubwa ni Mungu. Yeye anataka ahusishwe. Ndoa nyingi zinavunjika, kwa nini? Kwa sababu hawacha kushirikisha Mungu katika mambo yao. Biashara zinateseka, watu wanateseka, kwa nini? hawacha kushirikisha Mungu katika mambo haya. Wengi wanasema ho, mwanzo mpya, mwanzo mpya. Je, umemshirikisha Mungu katika mambo yako? Na kama haucha kushirikisha Mungu katika mambo yako Tafadhali angalia, ni mwanzo mpya. Unaanza maisha mapya katika mwaka huu mpya. Je, Mungu yuko wapi katika maisha yako? Wale waliomwacha Mungu walimwacha wale, wale waliomwacha Mungu hawana, hawana sababu ya kumtafuta, lakini mimi ambaye ninajua umuhimu wake nitamtafuta yeye. Maana ninajua ya kwamba Mungu ako na sababu ya maisha yangu. Nitamshirikisha katika kila jambo ambalo ninalolifanya nitamshirikisha katika kila jambo ambalo ninalolifanya mwaka huu, mshirika wangu mkubwa, katika watoto wangu, katika masomo yetu, katika ibada yetu. Wacha awe Mungu na abaki kuwa Mungu. Amen, awe Mungu na abaki kuwa Mungu. Shirikisha Mungu katika kila jambo unalolitenda, shirikisha Mungu katika mawaso yako, shirikisha Mungu katika biashara zako, mshirikishe Yesu Kristo katika kila jambo unalolitenda na utafaulu. Mwanzo mpya, mwaka mpya. Hiyo unapo unaposema, ni mwaka mpya ambao umepata, usifikirie huko vile ulivyokuwa jana. Kama ulikuwa miaka kumi, uko na miaka kumi na moja, unaelekea kama ulikuwa miaka hamsini unaelekea ukikua. Je, utakapofika kule mbele uulizwe, wewe unaenda wapi na mungu alikuwa wapi? Utasema kwamba je, we ulimshirikisha Mungu katika mambo yako? Hakuna hata, sijui mambo kama hayo. Shirikisha Mungu katika mambo yako yote. Hiyo ndiyo sehemu yetu ya nne, ya kwamba mwaka huu katika ibada yetu tunapofika, tunapo mahala hapa, tunaenda kumshirikisha Mungu katika ibada yetu Ila lolote ambalo tunalolifanya tunamshirikisha Mungu, amen. Na nataka hilo liwe lengo letu la mwanzo kwamba hatutaenda bila Mungu, hatutafanya kazi yetu bila kumshirikisha Mungu, kwa maana yeye ndiye mshirika mkubwa katika kazi yetu. Na tunapofanya kwa mwili yetu, kwa masomo yetu, kwa vile tunavyoelewa, ama kwa kutenda kulingana na vile tunavyofahamu, Mungu hatakuwa na nafasi katika maisha yetu. Lengo kubwa ni kwamba Mungu akuwe na nafasi kubwa katika maishani mwetu. Bwana asifiwe sana. Na tutakapokufanya hivyo, tutaweza kufaulu. Kwanza tumeona ya kwamba jambo la kwanza, tuachane na mambo yaliyopita. Mambo yaliyopita tuachane nayo. Jambo la pili, tukaona ya kwamba tumshirikishe Mungu katika kila jambo tunalolifanya tutafute makusudi lake, tuliaue kusudi lake kwa maisha yetu. Jambo la tatu tukaona la kwamba tuchukue hatua ya imani, na jambo la nne tukaona tumshirikishe Mungu katika kila jambo ambalo tunalolifanya. Leo hii tuko katika mwaka wa 2026 je, tegemeo lako ni nini? Tegemeo lako ni nini? Yale malengo yako ambayo umepanga ukasema, haya nitafanya, je, umepanga na nani? Je, ni nani unataka akusaidie ili uweze kufaulu? Ni Mungu ama ni marafiki? Kama ni marafiki, tafadhali mtafute Mungu, maana yeye ndiye atakaye kufikisha mahala ambapo unapotaka kwenda. Mwanadamu hufika mahali akatoroka, mwanadamu hufika mahali akachoka, mwanadamu hufika mahali akafa, mwanadamu hufika mahali akakusengenya, mwanadamu hufika mahali akakuonea wivu lakini Mungu atasimama na wewe hadi mwisho. Na ndio sababu siku ya leo nataka sisi kama wapendwa wa Bible Believers Christ Church tuweze kumshirikisha Mungu katika mambo yetu yote. Jambo lingine ambalo tutakalolifanya ni kwamba, katika kila jambo ambalo tunalolifanya tutaomba Mungu, tutafanya maombi kabla hatujafanya jambo lolote tutamuulisa Mungu, wewe lile ndilo ambalo nataka ufanye. Nataka umuulise Mungu, je, hii safari ambayo nimechukua, tuko pamoja na wewe, Mwenyezi Mungu? Tumuulise Mungu. Tunaulisa Mungu kivipi? Basi tunaulisa Mungu kwa maombi. Tunaulisa Mungu kwa maombi ambayo tunafanya kila wakati. Mungu, hatua hii ambayo nimeichukua, utaenda nami Musa na wana wa Israeli wakasema, Mungu, hatutaenda usipoenda nasi, hatutaweza usipoenda nasi. Na Mungu akaamua akaenda nao, waliweza kushinda kila vita kwa sababu walikuwa naye Mwenyezi Mungu. Vita vyote ambavyo wana wa Israeli walishinda, walishinda kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao na wewe siku ya leo katika maishani mwako ambayo unayotembea, utashida chochote kitakuja mbele yako, kwa sababu Yesu Kristo yuko pamoja nawe. Mchukue Yesu Kristo katika maishani mwako, chochote kila ambacho unachokifanya, muombe yeye akupatie nguvu. Maana sisi wanadamu hatuna nguvu yetu wenyewe, nguvu zetu zitatoka kwake Mungu, nayo zinaingia ndani yetu, tunaenda katika imani. Kila jambo ambalo tunalifanya, tunafanya kwa imani. Hiyo ndiyo kusudi la mwanadamu. Tembea katika kusudi lake Mwenyezi Mungu vile tumesema, na hivyo ndivyo Mungu anavyofurahishwa na wanadamu ambao wanaotembea ndani yake. Hapo mwanzo sisi, sisi ambao tumekuwa hapa tumekuwa tukimtegemea Mungu, umbali ambao tumefika, hatujafika kwa sababu ya nguvu zetu sisi wenyewe. Hatua ambayo tumefanya, uamuzi ambao tumefanya kukuja mahala hapa, tumeweza kuulisha Mungu na tutatumaini ya kwamba kwa imani mungu atatuongezea kuna watu katika muji huu ambao wanahitaji wokovu kuna watu katika muji huu ambao wanahitaji kurekebishwa kuna watu katika muji huu ambao wanahitaji kuombewa kuna watu katika muji huu ambao wanahitaji kuelekezwa ndio sababu tuko hapa ili tuweze kusaidia sisi ni watu wa mungu tunampenda mungu na mwaka huu tumekuja hapa sio kumjaribu, bali tumekuja kwa sababu ya mamlaka yake. Tumekuja kwa sababu ametuamrisha tufike mahala hapa, na tumefika hapa na injili yake Yesu Kristo, injili ya uokofu, injili ya kuokoa, injili ya, ku, ya kutoa wewe katika dhambi na kukuweka katika upya, injili ya kusafisha akili na injili ya kuenda, kuweza kuendeleza wale ambao wanatafuta mambo yake Mwenyezi Mungu. Tunasema ni asante kwake Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mwaka huu tena ili tuweze kutangaza injili yake. Tunamshukuru yeye kwa sababu ya kutupatia imani, ya kutenda mambo ambayo ni magumu kwa, kwa, kwa macho ya kimwanadamu. Tunamshukuru yeye kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambayo ametupatia. Asubuhi hii nataka kushukuru Mungu kwa Roho Mtakatifu. Nikijua kwamba Roho Mtakatifu ndiye ambaye atakaye tuongoza sisi mwaka huu amen. Hatutaongozwa na hisia zetu, bali tutaongozwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ndio iwe wito wetu wapendwa, kwamba Roho Mtakatifu ndiyo iwe mwongozo wetu. Chochote tutakachokifanya, tuwe tumeuliza Mungu kwamba tuende na wewe, Mwenyezi Mungu. Wamwabuduo Mungu atamwabudu kwa roho na kweli. Na hiyo ndiyo sababu sisi tuko hapa, tumechukua hatua hiyo ya imani ili tuweze kuona ya kwamba Mungu atatembea pamoja nasi katika kazi zetu sote ambazo tunazozifanya tutamtegemea yeye. Kumbuka hayo maandiko matatu tu ambayo nimeweza kusoma siku ya leo, maandiko matatu tumeweza kusoma. Tumesoma katika andiko la Isaya, tumesoma katika andiko ya Yeremia, na tumesoma katika andiko la Wafilipi, ya kwamba yote hawa wote wamekata wamesema Mungu ako wa na mpango mwema na yale yaliyopita tuachane nayo mwaka huu mpya tuweze ku, ku embrace we embrace the new things in our in our life let us embrace what God is going to do for our life so that whenever he does something new we praise him and we say God is doing something new and that's what we want to believe today

I want to call upon all the believers to awaken into their sleep, to know that there is a God who is calling us into holiness, to do his work with the holiness. there is a God in heaven who watches over us. There is a God in heaven who directs us. Whatever he wants us to do, we will do. Ya kwamba kuna Mungu kule mbinguni ambaye macho yake yako juu yetu. Yeye hututazama usiku na mchana. Yeye hutuongoza usiku na mchana. Yeye hukuangalia wewe kila ambacho unachokifanya, anakuwa amekupangia. Na ndio sababu siku ya leo tunataka kuona ya kwamba mawazo yetu yawe yanaambatana na mawazo yake Mwenyezi Mungu. Mshirika wetu mkubwa awe Mungu katika kila jambo ambalo tunalolifanya, maana ako na mkusudi kubwa kwetu sisi. Biblia imetupea hakikisho ya kwamba ako na mpango mzuri Nina furaha kubwa sana ninapowaona nyinyi, nikiwa na nyinyi, nikitembea na nyinyi kila wakati, maana najua kazi ninayoifanya sasa hivi inaweza kosa kuonekana katika macho ya mwanadamu wa kawaida, lakini ninajua mbegu ambayo ninayopanda kwa mioyo yenu, ninajua itakuwa mbegu ambayo itakuwa ya muhimu sana katika vizazi vijavyo. Ninajua ya kwamba Mungu kila ambacho nimepanda ndani ya mioyo zenu kitakuwa ki na umuhimu sana na Mungu awabariki wa sana, maana atatembea nanyi. Mshirikisheni katika kila jambo munalolifanya katika ndoa zenu, mushikirishe Mungu katika biashara zenu, shirikisha Mungu katika mambo yote ambayo unayofanya, shirikisha Mungu naye atakusaidia. Yeye hachelewi kukuja, hachelewi kusaidia, bali yeye usimama na kusema niko hapa tayari kukusaidia wewe. Ndiye uchukue hiyo hatua katika jina la mwanawe Yesu Kristo na atakuwa pamoja nawe, amen.